Ndugu zangu, mimi nadhani nimeshaongea mengi sana. Mwenye kunielewa ameshanielewa, lakini kubwa zaidi kuliko yote, masuala ya shiriki sio mazuri. Sana sana mnamkosea Mwenyezi Mungu, lakini pia mnakuwa mnatengeneza chuki, kwa sababu watu wasiojihusisha na masuala ya kichawi wanawachukia sana wachawi. Kwa hiyo, mimi ni wasihi sana Haya mambo inabidi miyaache, yani hamtakiwi kuwa hata karibu nayo. Chakufanya sasa, inabidi mbadilike kuanzia leo. Muwe watu wakufanya ibada, muwe watu wakumwomba Mungu muda wote, muwe watu wakuwasaidia wenye shida, na hapo maisha yenu yatanyooka, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nadhani hapo mmenielewa. Sasa asante sana mtaalamu kwa kutusaidia kwa sababu tulikuwa na imani tutakuja kupona. Maana eh, ile kazi iliingia kwenye damu kabisa, ila wewe umetufanyia uponyaji na umetutatulia hili swala. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo huru, tunashukuru sana Mungu. Akujalie akupe maisha mazuri duniani na kesho ahera. Hatuna cha kuongea zaidi na hakuna cha kukupatia, Mwenyezi Mungu atakulipa. Asante sana. Kwa upande wangu na mimi pia nashukuru kwa kunitibu maana kwa maradhi haya nilikopo nayo ha, sikutegemea kwa kweli, mpaka nimekuwa ngangali. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi sawa, mimi binafsi nimefurahi sana, kwa hiyo niwatakie kila la heri.

Shemeji uwe wala usijeme hata kuhusu mimi, haya ni matukio yalichokipanda. Ukweli ni kwamba nilikuwa sikupendi we kama shemeji yangu, bali nilikuwa nakupenda kimapenzi. Nilikuwa najua kwamba ipo siku tutaishi pamoja na nitakuwa mke halali wa ndoa. Lakini baada ya kumwona mdogo wako, niliamini kwamba nimepata furaha yangu. Lakini yeye akunipenda mimi, alimchagua Esma badala yangu. Mimi na Esma ndo mtu ambaye nilimwambia siri yangu alinishauli mara kadhaa nikuachiwe na dada, mwendelee kuishi maisha yenu, lakini kwa sababu hisia za mapenzi alizokuwa nazo juu yako alishindwa. Dada, namaanesamee kila nile jaribu kumwomba anisaidia kukupata wewe

Wewe ni kama ndugu. Msamaha kwangu ni kitu chepesi sana, nimekusamehe. Kuwa na amani ni kwa sababu nimekutendea yote kwa sababu ya hisia za kimapenzi samasanaaka namne niwachenye na maisha maishaani hapa mtaishi kwa maniniea

zangu zile kaka. Ni nyama tosha sana tena nyama choma na ule steki steki ulizokuwa nazo, ah kaka ningi enjoy sana hebu sikia bwana. Hayo maneno angalia pia tupo mazingira gani. Na tena wewe, mbona tayari uko umesha badilika kabisa? Umeachana kabisa na haya mambo. Kwa nini tena unataka uyaendekeze? Eh? Alafu wewe si umebadilika wewe. Wewe tayari si umeagana na haya mambo. Sasa mbona unataka uyaendekeze? Ah, nilikuwa nakukumbusha enzi tu. Kinacho nishangaza wiji wenu ameshafariki kula achawe limekufa alipo tena duniani. Ona sasa unacheka nini? Inafurahi kwa kuwa mkuu kashakufa? Na hata huyo aliofariki mi sina mawasiliano naye chochote, ila nimehuzunika kidogo tu. Lakini pole kaka, nisikilize. Unajua wewe aliyokufa ule alikuwa ni mtu muhimu sana, kwa nilikuwa nampenda sana yani, tayari nilikuwa nishatengeneza njia ya kuwa naye, kuna maisha yao nilikuwa nimemwandaa kuwa mke wao. Kwa hiyo unavyocheka na kuna namna eh, eh, inanikata kabisa ndugu zangu. Naona muda sasa ushaenga, kwa hiyo hapa msikitini, woga wachereweshaji, hebu tuongekee nyumbani tukachukua vifaa kwa ajili ya kumstiri marehemu. Moyo wangu umebeba mengi tena ya kumiza, mana ninachoshika kwangu kinateleza. Dunia mwalimu mzuri, ila ameshindwa. Hongereni ku... sana, amefanikiwa kujifungua mtoto wake kike, tunashukuru sana, na huyo mtoto ataitwa Irene. Ashukuriwe Mungu. Hatimaye nimempata rafiki mwingine.